Yeah, tangazo la taifa Dube <laughs> hana hadhi ya kucheza Yanga Afrika. Kwa nini? Kwa sababu kama uongozi wa Yanga itawapendeza wana kila sababu ya kumkata hata mshahara mwezi huu. Chumba unasema, <laughs> kama uongozi wa Yanga itawapendeza wana kila sababu ya kumnyoa mshahara mwezi huu. Uwezo, ukawa na strike katika mashindano ya kimataifa makubwa kama haya mm. nafasi sita unakosa zote Huyu alitengenezwa nafasi sita na Mohamed Dombe kwenye mechi ya Angola, kapata nafasi moja. uwezo kana na mshambuliaji ni level ya kawaida kabisa. Prince Dube Yanga Africans imempalia, na nishasema siku nyingi, Yanga Africans sio Azam FC. Eh? Yeah? tangazo la taifa Dube <laughs> hana hadhi ya kucheza Yanga Afrika. Kwa nini? Kwa sababu kama uongozi wa Yanga itawapendeza wana kila sababu ya kumkata hata mshahara mwezi huu kama uongozi wa Yanga itawapendeza wana kila sababu ya kumnyoa mshahara mwezi huu. Huwezi ukawa na straika katika mashindano ya kimataifa makubwa kama haya, nafasi sita unakosa zote. Huyu alitengenezwa nafasi sita na Mohamed Dombe kwenye mechi ya Angola, kapata nafasi moja. Huwezi ukawa na mshambuliaji ni level ya kawaida kabisa. Prince Dube, Yanga Africans imempalia na nishasema siku nyingi Yanga Afrikan sio Azam FC. Eh? Yeah? tangazo la taifa <laughs> Dube hana hadhi ya kucheza Yanga Afrika. Kwa nini? kwa sababu kama uongozi wa Yanga itawapendeza wana kila sababu ya kumkata hata mshahara mwezi huu. chuma unasema? kama uongozi wa Yanga itawapendeza wana kila sababu ya kumnyoa mshahara mwezi huu. Uwezo ukawa na straika katika mashindano ya kimataifa makubwa kama haya mm. Nafasi sita, unakosa zote. Huyu alitengenezewa nafasi sita na Mohamed Dombe kwenye mechi ya Angola, kapata nafasi moja. Huwezi kukana, mshambulaji ni level ya kawaida kabisa. Prince Dube, Young Africans imempalia, na nishasema siku nyingi, Young Africans siyo Azam FC.